Ripoti mpya ya shirika la kuwahudumia watoto UNICEF imesema watoto milioni 28 hawana makazi duniani kutokana na migogoro ya kivita. Jumla ya watoto milioni 11 wamekimbia nchi zao na wengine milioni 17 wamekwama maeneo ya ndani. Karibu nusu ya wanaoomba hifadhi wanatoka Syria na Afghanistan. Ndege za kivita za Syria zimedaiwa kuangusha mabomu ya gesi ya chlorine mjini Aleppo. Watu wengi wameshindwa kupumua na nguo zikitoa harufu ya gesi. Umoja wa Mataifa ulipitisha azimio la vikwazo kwa matumizi ya silaha za kemikali. Mamlaka za Uturuki zimeuchukua kwa nguvu mkanda wa video wa mahojiano ya DW na waziri wa vijana na michezo Mkurugenzi wa Deutsche Welle Peter Limburg amesema kitendo hicho kinakiuka uhuru wa vyombo vya habari. Wanasayansi watatu wamerejea duniani kutoka orbit baada ya kukaa huko miezi sita. Warusi wawili na Marekani mmoja walitua nchini Kazakhstan. Raia wa Marekani Jeff Williams ameshikilia rekodi ya kukaa siku 534 katika orbit. Wakulima wa kakao wameondolewa katika makazi yao ndani ya hifadhi ya Montepeco, Ivory Coast. Wengi walihamia hapo wakati wa vita na mzozo kati ya 2002 hadi 2011. Shughuli za binadamu huchangia wanyama kutoweka na kuharibu mazingira.